Ati mwanamke ampenda Mtume pija kifua mbele yake, sijui ni sallallahu <tipa> alaihi wa sallam hayo sallallahu <tipa> <Ayyo, soalala> alaihi <alayye. tipa> hiyo <Ayyo>, itafutie maana <tipa> makosa ni haramu, ni madhambi. Kwa nini tumefika hadi namna hii? kwa taalimi za nani? Mafundisho. Kisha unaambiwa hii madrasa, pia yawezekana madrasa, kwa sababu kuna madrasa yenye kufundisha kheri, kuna madrasa yenye kufundisha shari lakini haya hayafai kuitwa Maulidi na hayafai kukemewa na hayafai kukatazwa na hayafai hata kupigwa na adhabu juu yake. Hizi sijui kuna mbio za nini, mbio za kuchangisha nini, mbio za nini? Mwanamke bwana lazima naye aoneshe misuli. Subhanallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kajalia sisi tukenda hija. Ikiwa wewe wataka kutufu, na baada ya twawafu kuna sai, ni sunna katika zile thalathatu ashwatin za kwanza, araml kwenda matiti, yani unaji unaji nini, changamsha changamsha, sio uende re... <laughs> ah, ah, zile ni sunna araml, lakini mwanamke la. Hakuambiwa mwanamke hachezesha kifua. Ah, enda taratibu taratibu. Kadhalika, wakati unaposai kuna baina la alamaini zile ile, ile, ile, ile mistari ya green, ile ni sunna ufanye nini? Mukimbi. mwanamke la, anaambiwa anaenda taratibu nini hifadhan ala muruatiha. Mwanamke halikukaa fujo fujo Mwanamke akakaa utulivu, utulivu. Ingawa mwanamke akitoka ni, ni uzuri, atembee kama wanajeshi, yani amekazana kazana, kazana. sio lakini wanawake wa sasa, baba anaweza kupiga mkono manake huu unakuja mpaka unagusana na huu na huu unakuja mpaka unagusana. Ah, mwanamke ataka kwenda mjiani, yani kama robot vile anatembea, huoni? Yani hata mwache mwanamke yule anatembea kama mashine hivyo hivyo. Lakini akiingia nyumbani, we kifua kenda huku kiuno kinaenda huku, eti urudi huku, wamesikia tu, akiona Yani ajiachie. Lakini leo angalia, wamekuja wamemwekea mwanamke mpaka kuonesha, yani mishono sijui sasa. Saa ingine wewe unaonesha kanzu hii na matembezi haya, mwanamke mwenyewe ndio kuwa naye nyumbani, kutembea mashauri nini? Madanganyano tu kumkosesha mwanamke thamani Yaani hu mwanamke hii, hizi dini za wajinga hizi, sharia za kijinga zimekuja kumfanya mwanamke, wakamfanya brainwash. Yani wewe lazima uje uoneshe utembee, wanaita sijui mara catwalk, mara sijui mwendo wa njiwa, mara sijui nini h. Kwani mwanamke gauni hilo lataka mwili, lataka mwendo? Hela gauni na mwendo wapi na wapi? Kisha ni mwanamume gani ahitajiyo nguo kwa mwanamke? Wewe lau ukawa mwanamke, mke wako akakwambia, mume wangu, naomba leo siku ya harusi nilale nao hii nguo ya kupambiwa, utakubali? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> msiku iyowahiyo nguo mimi nakutaka wewe hivi hivi, ah, nguo nimelipa hela nyingi, na mimi nimekulipa wewe hela nyingi. Sasa mimi nimekulipa, eo nivalie nguo kadhalika Leo, leo, leo kuna trip zinawekwa za wanawake la, ah, lazima wa, mabinti watembee bwana, lazima wanawake nao wakatembee, waenda kaangalie mbuga sijui waenda kafanya nini sijui, na hizi trip zinawekwa ati wanawake kama wanawake tu, sio mke na mumewe, sio baba na watoto wake, sio ndugu na ukhti zake na madada zake la, hili jambo linapangia wanawake tu. Kwa kusishiriki wanaume jamanini wanaume. Sisi katika Uislamu hakuna nguzo, hakuna nguzo inayokamilisha Uislamu ya tano. Ni nguzo gani? Haji, lakini hii ni hija. Kuna sharuti iko kwa mwanamke tu, sisi hatuna. Ushaisikia kwamba mwanamume hafai kuhiji mpaka awe na mwanamke? Ushasikia hiyo hamna? Lakini mwanamke hata akawa mamilioni ya gani, ikiwa hakupata maharimu, hija bado haija mlazimu. Sikia hii kaida, mwanamke ikiwa hakupata maharimu, hija haija mlazimu, lazima iwe ana maharimu au mume. Sasa Mwenyezi Mungu kamwondoshea safari muhimu katika maisha yake kwa faida yake, Leo amekuja kumwekea safari za kijingajinga ti lazima na wewe eh, na nyinyi wanawake mwende mkatembelee mbuga, mkaangalie wanyama. Mwanamke kwenye sim, kwenye skrini akimwona mnyama yuwajambio sengine wakimbia siona se kaja katoka kadhalika. leo wamemtoa ndani ya nyumba, lazima mwanamke atoke, lazima akafanye kazi, lazima tena avae na uniform ajipambe. Maanake mi safari moja niliingia kwenye duka nikaona wasichana wa wamejipamba vizuri, wamevaa uniform nzuri. Sasa kawa kuna bwana mmoja kakaa na mtazama yule msichana. Mi tumeenda na yeye, akaambia bosi, ee, si tumekuja hapa kuangalia hizi bidhaa. Akaniambia bosi mtoto amenichanganya, hata sioni si tena TV yoyote nzuri na mwenendo mzuri yule mwanamke. Unasema nini? Nikamwambia, sikiliza wewe, umekuja hapa kuuza hizi, lakini mimi nakuona ulivyovaa, umekuja kujiuza wewe. Pole kukwambia hivi, lakini ndio uhakika. Si umeona huyu mvulana kaingia hapa? Badala ya kuangalia yeye, hako sahihi kwa kitendo anacho, anacho, anacho kifanya, lakini unayemsababisha ni wewe badala yeye. Sasa ameingia hapa ashangae, a wewe a, a, a, umem abstract umemteka akili. Kwani wewe ukiwa umevaa ninja ni kab umevaa buibui, hii TV itapungua value. Ukiwa umevua nguo sasa basi, ukikaa na chupi, ile TV itakuwa kubwa zaidi ya hifadhi lako haliengezi kitu katika hizi electronic, electronic. lakini wanawake wamedanganywa wame, ati uvae vizuri, uzungumze na na kastama vizuri, uchekecheke naye um, mkurubie nikusaidie nini? Ye pengine kile kisichana chenye kuuza nkifupi, na yeye mwenyewe mrefu mrefu, sasa kazi ya kuinua macho hapo, balaa tupu, ubidi wewe hata kutaka alikuwa umepanga upunguziwe kwa vile anavyozungumza na wewe, wewe umwongezea swa laki tatu na nusu. Waonaje, nikakubali laki nne. Wewe unaona kumbe, umetaja laki mbili, ameshakutoa kwenye time <laughs> na mngalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia, aliwa vipi? wanawake wakitoka, wakitoka Semaja ile aya wala yadhribna biarjulihinna liyulama ma, ma, ma. ma yukhfina min yani, yani, muna pambo nyinyi mumejipamba mume nalo, lakini lisijulikane. Wajua, wanawake hawajaelewa kitu kimoja. Wanawake huambiwa nyinyi, bwana ukiwa Mwislamu au ukiolewa na shekhe bwana hutojipamba. Wewe alokwambia nani? Hakuna tupendao kupambiwa kama sisi, lakini, lakini, lakini tupambiwe sisi, sio ipambiwe barabara, wala wanaume wengine nje. Lakini wanawake zetu wanatupambia sisi, tena mapambo na hakika wengine hamu hata mala ainu raat. Hata kwenye vitabu hata kwenye mitandao hamuipati tu... Lakini wanatupambia sisi kwa so sababu Mwenyezi Mungu hakumkataza alisema wala yubdina zinatahunna ila, kwanza mume ukimuona mwanamke kila kita, kitaka kujipamba iwafikiria mume wangu ataliona hili pambo, huyu ndiye mwanamke. Lakini yule mwanamke anayejipamba kwa ajili ya harusi, akirudi nyumbani akafuta pambo akatafuta lile gauni lake, hujaoa wewe, umeokota Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, wengine ni ruhusa. Manake usijipambe ila kumpambia mume, bali wengine ni ruhusa, wafaa kukuona, sio wafaa kuwapambia. Kuna tofauti, kuna unaefaa kumpambia ni mume, kuna wanaofaa kukuona ukijipamba ndio hawa: au abaihinna au abai au abnaihinna au abai mpaka mwisho wa aya. Wali niruhusa, sio kwa kuwapambia. Kadhalika leo wanawake wameambiwa, yani ulimwengu wa sasa utamsikia mwanamke, mbona hukuweka kwenye screen hii yaitwaje, screen hii, kwenye screen saver au status, mbona hukumweka sijui hukuweka wallpaper, hukuweka picha yako na tukamuona sijui nani, nani, nani yako fiance yako sijui mume wako sijui, yani <MISO1> hawa wanaume, wanaume kakenda mahala, umwambia muona, bwana huyu ndio ataka shemeji yako, huyu ndio ataka nani yako, huyu ndio subhanallah. Au unasikia <mira> watu wengine wakakwambia, bwana mimi mume wangu, wewe hujanipenda, kwa nini hujawahi kuniposti hata siku moja? Kwani wewe mesikia mimi na wewe tumekuna agreement ya amshe na watu? kwa kwa wewe, kwa wewe, una adabu ukiliona janaume limetukwa picha mke wake kima akaeka yeye na yule. Manake, kuwaambia watu haya tabarukuni na mke wangu huyo, yakie mwanamume mwana mwana unafika vipi? Tangaza kila kitu chako, lakini mke, mke sio watangazo. Mke wa kufichwa. Tangaza magari, tangaza sijui ni hata hayo. Masala ya hasadi mtweke kando, si ma, mada yetu. Lakini huyu mke, mwanamke yoyote anayewekwa kwenye status, sijui status sijui, ajue mumewe hana vivu na yeye, au mke apige picha na wanaume tena, unamwambia she mke wangu atamani kupiga kupija picha na yeye, mlete nyumbani basi ya khi, ee, namna gani wewe? nuna ghera na mkeo? Angalia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemkataza mwanamke asisifu mwanamke mwenzake kwa mumewe. Yaani, yani mke wangu hafai kwenda kunisifu mimi mbele ya mwanamke mwingine, ni haramu. Na ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali alipowambia la yadkhulu alaikunna alipomwona ule mukhanif. Mukhanif si khanitfi, ni janaume lapenda uke uke, lapenda kukaakaa sana na wanawake mukhanif. mukhanif kuna wanaume Mungu wameajaliwa wakizaliwa wana homoni za kike kike, ni mwanamume lakini lapenda, hata mtume akamsifu ana ana, u, ana, u, ana ukan Asama yukbilu bi arba'in wa yudbiru bi thamanin. yani, yani huwa limefurafura hu yani, fura fura hu, yani, yani kike, ya kike si six pack, pack Lemijili yake kula Ile vitu slemijili aken anapenda kula maviazi maviazi vitu vya kike kike vile ngwadungwadu jana ume kwa leo, na wewe napenda ngwadungwadu saa zote ngwadungwadu, wewe vipi? wewe likaekioni saa zote mara sijui limetoa najiangalia, sijui kumekaa sawa, mara napeleka kichwa hivi, mara ametoa kichana, najichana chana, nah, nah, nah, mara viji perfume kidogo. Mtu sasa, mtume akawakataza, alikuwa akiingia nyumba za za wake za mtume swalla sallam. Siku mtume yuko bwana, anasikia ngoma inateremka, eh fulani anafiga huyo fulani, eh sijui ana kifua huyo, saa ngapi sijui fulani ana shingo ndefu. Mtume akamwambia akamtoa kisha akamwambia la yakhruju alaikunna, asiingie tena asiingie tena majumbani kwenu kwa sababu gani? Innaha innahu huyu yasifu husifua wanawake wengine. Na mimi nasikia hapa makosa na wanawake hakuna kitu kizuri wakipendacho wa kama ubuyu hasa kitu na pilipili. Sasa we si ubuyu ubuyu unu umbeani weje yeah. <laughs> mtu fulani fahe, fulani memona fulani kanzu memona alivyomkaa fulani sijui nini, nini. Unajua sisi hapa tumekuja hapa tunaweza toka, hakuna ajua hata mizungumzao hakuna ajua, ajua mmevaa kanzu gani? Ye hamu yake kutaka kusikia haya mimi nayozungumza. Hey, mwanamke mwanzo ataangalia mwana kanzu aiangalie Mwana ile kanzu kubwa ameazimwa. Mwana ile kanzu. Yaani wataipekua watai kwa sababu mwanamke Mungu amemjalia kitabiatul hal, yeye ni aqalu bil mahsusat. Na mwanamume ni ahassu bil maqulat, mwanamume atakwenda kuijaji hii hutuba. Yaani, wale wanawake wanaokaa kunisikiliza hivi sasa hawajaji hii hutuba wao kwe... kile kile mbali, wao wamekipiga haraka haraka. Sijui ile miwani leo, sio anakuwa abstract na zile vitu ambavyo ni mahsusat. Lakini mwanamume ahassu bil maqulat, hutuba yake ilikuwa mahala pake, maudhui yake ilikuwa mazuri. Aa, yule wa kwanza alikuwa taki amalize mashallah. Vile anavyotuletea kuhusu mwanamke kweli ametuonesha tofauti. Naam, naam. Naam. Naam. Nimalizie kwa hili. Sisi tumezoea katika Uislamu mwanamke wala tabarrajna tabarruja ljahiliyati ula -ul. Ndio, wanazuoni wamekhtalifiana, je, mwanamke ni lazima avae niqab au si lazima? Yani kuvaa niqab ni ile ninja, sawa, kujifunika uso. Je, ni lazima? Nisikizeni kwa makini hapa, wanavyuoni wanaotegemewa wamekhtalifiana, je, kuvaa ile niqab, kujifunika uso, ni lazima au si lazima? Hapo wametofautiana. Kuna wanaosema si lazima niqab na wana dalili zao, kuna wanaosema ni lazima niqab na wana dalili zao, lakini hakuna mwanachuoni yoyote aliyezungumza kwamba mwanamke anapojipamba afaa kuonekana kwa so. Sababu hukumu kwenda kinyume na aya yatwambiaje, wala yubdina. Sasa usiniulize jaketi yeah, ya wanja. Kuna mtu akatia wanja kwa ajili kumbe nimefiliwa, basi kojakati ya wanja. Kila mwanamke anajua hichi kinatumika kwa ajili ya pambo na hichi kinatumika kwa ajili ya matibabu, sijui lipshaina sijui lipstick sijui nini thini sijui nini nini sijui nini sijui nini. Mwanamke anapofanya hiyo nini nini yoyote kwa ajili ya pambo ni haramu, ionekani sijui tumefahamiana hapa, lakini. Sasa wao wakasema sasa mwanamke miskini alikuwa amejipamba, kumetokea dharura ya kutoka. Ni kweli, saa nyingine kuna wanawake, kuna baadhi ya wanawake wa, wakiwa hawakujipamba wanatoka uso wazi, lakini akijipamba hatoki kwa kufuata aya. Lakini sasa saa nyingine kumetokea dharura, alikuwa hataki kutoka alikuwa hataki kutoka mwenyewe, amejipamba. Maanake kuna wanawake wenyewe, yani ule mmoja alimhusia mwanawe, akamwambia mwanangu, mwanamke ni kama njiwa. Kivipi? yule njiwa huwa amekaa kule kwenye tundu, kama kule sakafuni, mamake na babake wamletea chakula kila siku, na hana papara. Alipomea mbawa tu, akawaonesha mi naweza kwenda kutafuta mwenyewe. Anena lizilomtongea ni mbawa zake. Maanake wale mababa na mama hawajui kama huyu na am, am, mbawa mbawa tayari za kuruka lao. Angekalia tuli pale pale, angekuwa pale pale mpaka kama kawakuagwa mimba au wakuingiza yeye mimba pale pale, kat, wakuku, wakuku, wamiba, wakuku ingizeye, miba, pale analetewa chakula. akini kilomponza ni nini? na mwanamke atakaa tuli akijipamba. Kuna ule mke wake Nabii Allah Nuh mesikua kwenda kumtaazii, atamkumbuka mke wake Nabii Allah Nuh alipokufa mumewe, hajawahi kumtaazii kimponzacho ni lile pambo. wili atakumbuke kutoka kama hajajipamba. na ndio mmoja alimwoa mwanamke akamwambia, mke wangu, chagua mmoja katika mawili: utoke utakapo, lakini nguo nikuchagulie mimi Mim. Mim. Mim. wetoka utakapo, lakini nguo ntakuchagulia mimi ya kuvaa Mim. au, au vaa utakacho, ruhusa ya kutoka iwe kwangu yote mawili magumu. Manake atataka kutoka mwambie vadle shuga la jana mti handi. Unaona kazi sasa. Mwanamke saingine ametokewa na dharura miskini, alikuwa wamejipamba. Wamezoea wake zetu sisi, saa kumi saa kumi wako nyumbani, wenyewe wanajipodoa kisasa, wajua hakuna tena mwanamume wakuja hapa ni mume wangu tu. Kukatokea dharura, amevaa ninja ile dharura atoke nayo pengine nkuenda sehemu ambiwa hapa hakuruhusiwi mtu kuingia na ninja. Sasa unamkomoa mtu wa watu mwenye hakuzoea kuonekana. Sasa wakaja wakamwambia hizi ninja, wajua sisi hatuambii watu mkija hapa hufai kuingia na ninja, ila kutaka kutafautisha baina ya mwanamume na nani? Ni kweli tujue, wakaja wakamvua mwanamke ni kapu, mwanamke asotaka eh Leo tuangalia, tumekuwa sote hatuna nikabu na tumekuwa nikab. Hujui mume ni upi na mke ni upi. Manaka, tumekua twenda saluni sote, wanaume wapunguza nshi. Wanaume wanatia macho, wanaume wanatia lipstiki, tulipo wa mvuo mwanamke tu. Mungu akatuonja, aksasa si nyini mataka kutofautisha beina mwanamume, mujue uso wa kiume. Sasa tumekua hakujulikani uso wa kiume haswa ni upi. Wetembea <coughs> kwenye vijana uangalie Siku moja mimebana kijana kavaa nguo za bluu ana na macho ya bluu. Mimi nkamuuliza, wewe vipi, mbona macho yako? Tena usiende ukaseme nimehapa pokea kiswa bila wewe unatadilisi katika kupokea viswa vyangu. Mimi nkamuuliza Mbona macho amekuwa blue ati natoka kuoga baharini. Nikamwambia mimi nimekulia baharini umri wangu wote. Sijawahi kuoga siku moja nikatoka ma maji macho ya blue. Macho anaweza kuwa mekundu kwa kufungua maji baharini. Wewe umetia, eh, we umetialearaibu sasa wewe ah, kutiam... <laughs> matching. Mtakuwa chongo vipofu nyinyi. Sasa, wow, wao walimu msababishia mwanamke kuvua niqab. Mungu akamwambia sasa, si kwa ajili mataka kujua haya, nimewaletea mitani wa wanaume. Wamekuwa nao wanajipamba wanaume ya a taratibuni. Naam, kuna na sabuni za papai hizo, unamwona mwanaume anajisugua na kuna na, ukenda saluni unatiwa, kuna madude fulani sijui, ukamwona mtu anapigwa, ah, utafikiri anapigwa deki. Ya akhi, we mwanamume hukukaa we mzuri mzuri sangine hivyo, kile ule mwanamume sangine ukitishia tishia we kuwa mzuri mahala fulani tu kuwa mzuri, si sawa sawa mahala fulani kwingine kujalie la mahala lahu min alirabi. Ndugu zangu hakuna mwanamke atakaye kufaulu kama kuandama sharia alioekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini akitaka kwenda na kinyume na haya, ndipo matatizo yanatuletea. Nukta ya mwisho, nimalizie, namalizia. Sisi wasomaji Maulidi, nimewaambia hapa, mwanamke ameambiwa kwenye sai ya sendrembio, ameambiwa kwenye tawafu wa sendrembio. Kwa nini nyinyi mumchezeshe mwanamke kwenye maulidi? Hmm, poleni m mimi sipende uficha ficha, watanitoa mtu atanitoa hata katika Uislamu, kwa sababu hakuna aloniingiza, mmezaliwa alhamdulillah. <laughs> Manake, kuna watu ukizungumza jambo la maulidi kwa wenye maulidi wa kesi kubwa hiyo, basi hapo kwa hapo. Kwa nini watu wa maulidi tunapenda kuzungumziwa nyuma yetu? mimi anapenda mbele yangu nyuma kuna oh, oh, oh, oh. La, antakula la lami la, la, sasa la, eh, kabisa ielewe, mimi nyuma yangu lami. Sasa la, la, la, la, la, la, la, la, unikabili hivi ndio nafurahi yake. Kwa nini tuachezeshe wanawake kwenye maulidi? Kwanza yale maulidi ni mdundiko ule ni baikoko hiyo. Na kwa nini tusiakemee mambo kama haya, sisi kucheza mbele wanawake yani wanawake hawafai kuja kutuangalia sisi twacheza, yani jifite angalia, lakini sio ujidhihirishe. Wajua sisi wanaume tukiona wanawake ndo tupanda munkari, na wao wanawake wakiona wanaume hupanda munkari. Hati mwanamke ampenda Mtume yeye apige kifua mbele yake. Sijui ni Sallallahu sallallahu alayhi alayhi wa sallam. Hayo, Hiyo sallallahu alayhi tafuti iman, makosa ni haramu, ni madhambi. Kwa nini tumefika hadi namna hii? Kwa taalimi za nani mafundisho? Kisha unaambiwa hii madrasa pia. Yaweza, yawezekana madrasa, kwa sababu kuna madrasa yenye kufundisha khairi kuna madrasa yenye kufundisha shari, lakini haya hayafai kuitwa Maulidi na hayafaa kukemewa na hayafai kukatazwa na hayafai hata kupigwa na na adhabu juu yake. Nakumbuka safari moja kulitoka umarufuku <Hok fake Pandemie> lakini naona imerudi sana, sana. Kukaambiwa sisi kuna dufu mwendo kasi, lakini kila kitu mwendo kasi, lakini mwaka mwendo huu, sijui kama zile klipu, labda maana yake zile klipu ni mpya hizo. Sasa tena wanawake wao, wasichana yani wa hawakubaliri tu, wamepita kutoka kule kule kubaliri, si watoto wadogo, hata watoto wadogo. Jamani, ni Maulidi hayakuwekwa tucheze, Maulidi hayakuwekwa tuchezeshane, tuhamasishane, tuhamasishane. Atake kuhamasika akacheza hana makosa. Sijui mmenielewa hapa. Lengo la maulidi si ku, haikuwekwa tuchezeshane. Yani ikianza kaswida ha, ha, a sio, tuhamasishane kwa, kwa kumtaja mtume mpaka mtu ajihisi amemsikia ule mtume mpaka hajifahamu lakini umwambia mtu tu haya, haya kosa fahamu na wewe kama ngamia ucheze. Alikwambia ngamia alikosa fahamu? ni ngamia alipata fahamu ndio akacheza, alimfahamu kami mtu. Wewe hujamfahamu, umeinuka tu tayari, vipi? hebu jamani, ika hata kwenye hizo ngoma zao utakuta mpaka mtu ile ngoma imnogee, ndio unamwona huyo anaanza sasa. Wewe haijaanza wewe, ushaanza wewe taratibu <tukuta> si ya kucheka, yanaumiza. Kama hamjui hebu ingieni kwenye zile comment munaona muna, watu wanavyosema ukweli, hawatukani wale. Wanasema wanasema hili haya maulidi ya mtume au disko la mtume, hivi hivyo. Nauliza, naona comment moja mimi. Nataka kila mtu aitie katika maana yake hasa. Watu waje kasida. kuna watu walitoa kasida, sijui wapingao wa maulidi sijui nini sijui ni ni nini, nini? yule akauliza kweli kasida kama hii mtume aifurahia leo? Toa kasida kabla hujaitoa, usisikia leo nimewachapa, umesikia, kasida mpya iliyotoka na namna kuwachamba mawahabi ah, ah, imemfurahisha mtume? sijakuwa umejichamba wewe kwa mtume.

idiluu huwa Mwenye aqrabu mwenye. Mwenyezi Mungu a wabarikie waliofanya mambo kama haya, anaindo raha, kuna kunasihiana, kuambiana, kutanabehishana, kukumbushana. Mwenyezi Mungu watawatakabalia Sheikh, ndugu yetu Sheikh Muharram, Mungu ampe umri mrefu na afya njema na taa, insha Allah na wanaosimama nayee, manake kimi yakini hayawezi haya peke yake, mi ya ya namjua thubutu <laughs> na kama kweli aondoke hapa Dar es Salaam aende kwingine akaanze. <laughs> <laughs> <laughs> Wale wanaosimama na yeye inshallah, Mwenyezi Mungu atakuwafikia wewe na wale wanaosimama na wewe inshallah, na akuhifadhi na kila balaa na kila mabaya na kila dhambi na kila kosa na wazee wetu hawa, Mwenyezi Mungu atawapa umri mrefu, wazidi kutulea, na kiwa nimekosea, mtanrekebisha. Mimi pengine wajua, mimi akili zangu fyatuka, pengine huwa niko pengine switch niko on, network on, mara nyingine network off of, mtamsamehe wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu.